Wanaharakati wa Ukraine wameshikilia bendera kubwa zaidi ya Ukraine duniani wakati wa maandamano huko Washington DC, wakidai kwamba utawala wa Trump uendelee kuiunga mkono Ukraine. Wanaharakati hao wamenukuliwa wakisema kwamba msiiache Ukraine, na hii ni kutokana na Rais Donald Trump kujiweka kando na kuisaidia nchi ya Ukraine katika msaada wa kivita ambao walipaswa kuusaidia, na kumbuka kwamba Marekani ilijiondoa kuisaidia Ukraini kutokana na kushindwa kusaini mkataba wa makubaliano wa madini kati ya viongozi wawili wa nchi wa hizo, yaani rais wa Marekani pamoja na rais wa Ukraini. Hivyo katika maandamano ambayo wanaharakati hao wameyafanya hivi karibuni wakisema kwamba Marekani ikiongozwa na Trump wasiiache Ukraini, kwani wanaona kwamba bila msaada wa Marekani vita itakuwa ngumu kwa upande wao. Hii ni Sawasawa Digital, na ili kuwa wa kwanza kupata taarifa zetu, usisahau kusubscribe, lakini kuturn on alama ya kengele pale juu, ili kuweza kupata taarifa punde tu tunapokuwa tumekuwekea. Jambo lingine la msingi ni kukomment, kulike, pamoja na kushea taarifa ambayo umeipata kutoka hapa Sawasawa Digital.